Bwana mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vimemake headline huko mitandoni ni kuhusiana na hii issue ambayo hawa jamaa ambao ni car enthusiast, tunasema hivyo, au vipi bwana? Car enthusiast maana yake ni watu ambao eh, wanafuatilia magari eh, kwa ukaribu. Mwezi za kuenjoy eh, ambazo vijana wengi tu hapa Tanzania wameanza kuzinunua. Sasa ukweli usiopingika ni kwamba hata mimi pia nimefanya research kuhusiana na hizi gari. Hatu hate, lakini lazima tuzungumze ukweli. Eh, bwana hizi sio Maybach original eh, lakini ni Mercedes Benz original, lakini sio toleo hilo la Maybach. Kuna Mercedes Benz ambazo ukizinunua unaweza kuzifunga, unaeza ukazifunga body kit then ikawa na muonekano kama wa Maybach, lakini hizi sio Maybach original. Na sababu ya kusema hivyo ni moja tunaweza nikakupa kwamba ukiangalia hizi Maybach ambazo hapa Tanzania zipo, ambazo vijana wanavimba nazo huko mtandaoni eh, ni kwamba mlango unafunguka wote mpaka kile kuna vidi, mlango wa nyuma wa hizi gari za Maybach huaga kuna madili, kuna vio viwili, kuna kio kidogodogo nyuma, alafu kuna kio, kidogo kio kile kikubwa ambacho kinapanda na kushuka. Sasa Maybach original ni kwamba hazifunguki mpaka kile kio kidogo cha nyuma. Uaga inafunguka nusu, yani unafunguka mlango afu kuna kile kio kidogo cha nyuma kinabaki akifunguki akijaungana na mlango, lakini hizi Maybach ambazo vijana natamba nazo zinafunguka zote, yani zinafunguka mara moja, yani mpaka kile kio kidogo. Which means kwamba ni upgraded Mercedes-Benz. If that makes sense. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hii imeanza kutrend na watu wameanza kuzizungumzia hizi. Tunafahamu kwamba kuna jamaa anaitwa Chief Good Love yuko nayo, lakini pia meneja wa Jux naye pia amenunua Maybach kama hiyo nyekundu nye ambapo watu wamejua kabisa kwamba ile pia sio Maybach original bali ni Mercedes Benz ambayo imekuwa upgraded. Umeona, bwana. Kwa hiyo wadau, hawajamwacha salama huko Twitter, wajuaji wa mambo wamekuja, wamesema kwamba bwana aliye pimpu na kuya upgrade hii gari fundi sana, atakuwa amepita VETA. Umeona bwana. Kwa hiyo huyu meneja wa JUX baada ya kununua Maybach hiyo nyekundu, watu wameishtukia kwamba sio Maybach hi. bali ni Mercedes Benz ambayo wameipimpu, imeonekana kama Maybach, na malogo yamefungwa mixer, mataa yale ya ya milango yanawaka Maybach. So, watu wamegundua kwamba ile sio Maybach kweli. Kwa mtu amesema, bwana utaacha lini ushamba? E, mnaona Maybach hapo kweli. Kwa, kwa wibona, mtu kapigwa tayari. Ukweli tuambiane benzi uplifted na unauziwa bei ya Maybach, ila ni unyama sana mimi sina hiyo, e, sina hiyo na drive zangu tu kimazda e, kinyamwezi kabisa e, wala siwezi kudanganywa kuwa ile ni haria new model. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mtu sasa kwamba hii ni Mercedes Benz, wameivalisha badge ya Maybach. Maybach haiko hivyo. Kwa mtu amekuja kuandika hivyo kwa mtu sasa kwamba bwana, hiyo sio Maybach original, hiyo ni S class imepigwa body la Maybach au C class. Utofauti upo kwenye Maybach door, mirror side, mirror design. Umeona the same, ambacho nilichokuwa nazungumza ni kweli, ile mirror design ya nyuma, Maybach ile ya nyuma kule, ukivuta ule mlango wa nyuma Ukiona unafunguka wote mpaka kile kio kidogo, hiyo ni Mercedes. Ukiona kile kimlango kidogo kinabaki, mlango unafunguka nusu kio kinafunguka nusu, kingine kipande kinabaki pembeni, kile kio kidogo, which means kwamba ile ni Maybach original, ambazo zile bwana ziko very extended mule ndani, unaweza ukalala. Yani ile kitu unaweza uka-recline kama kikawa kimelala, ukanyosha miguu kabisa kinyamwezi, kwa sababu Maybach wanasema kwamba burudani iko siti za nyuma pale. Yani pale ndo unyama haswa, sio kuendesha. Ukikaa behind pale ndo unaenjoy, umeona bwana. So kuna mtu asema that's not original Maybach, it's a S class with a Maybach body kit, au C class Maybach ya huyu bna, yeah, huyu meneja wa Jux kama amelipia bei, kama amelipia bei ya Maybach amepigwa, lakini kama amenunua kwa bei ya Mercedes ametisha, so it is what it is. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section kuhusiana na hiyo na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.